Ndio sababu hiyo, kila mmoja wenu nataka mjiandikishe kwa SHA. Mkijiandikisha ndio tutawapangia maneno ya matibabu, tujue eh, wauguzi ama madaktari kiasi gani tunahitaji, tujue machine ama equipment kiasi gani tunahitaji, na tujue pia madawa kiasi gani tunahitaji, ndio tuhakikishe hakuna mkenya anauza shamba yake ama mifugo yake ama ng'ombe yake ili alipe gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. neguo kana tiguo? Tunaelewana? Mnasema tutembee namna hiyo, kwa sababu mi naona kuna mvua na bado mimi leo naenda pia, kwa sababu barabara sio hii yenu peke yake, pia tunajenga barabara ya kutoka Kasarani kwenda Kongoni. Mi naenda kuanzisha tena leo hapa Naivasha, kwa sababu niliwaambia watu wa Nakuru wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, lazima tupande maendeleo ya hapa Nakuru County. Nakuru County ni kaunti ya muhimu sana. Mimi nawashukuru nyinyi, ni wakulima sugu sana, mmenisaidia kuzalisha chakula. Si mnajua kulikuwa na watu walikuwa wananisumbua kule Nairobi kwa street na masufuria kwa kichwa, siku hizi wameondoka kwa sababu nyinyi mmenisaidia, mnazalisha chakula, tumepunguza gharama ya mbolea tumepunguza gharama ya mbegu, tuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanatusaidia kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu nimefika hapa kwenu leo, mimi najua mko na shule yenu hapa, shule inaitwa nini eh? Mu murereshwa, hiyo shule yenu ya murereshwa, nimeambiwa kuna dormitory hapo haitoshi wasichana wetu, kwa hivyo mi nampatia huyu e, e, mbunge wetu bwana e, madam e, Wangare, Madam Wangare. Saa hizi hapa shilingi milioni tatu, chukua kwa mti yangu hapo. Hiyo shilingi milioni tatu mwende mtengenezee warembo wa, wa, watoto wetu hapo Murereshwa dormitory, ndio tuue na wasichana wanaishi wanalala hapo, ndio wasichana waweze kusoma kama vile wavulana na wale watu wengine Watu wa Gilgil, tumekubaliana tumekubaliana. Mwisho, mimi nitarudi hapa tena mwezi ujao, kwa sababu ile barabara kubwa ya kutoka Rironi kupitia hapa kwenu kwenda mpaka Mau Summit tunaanzisha mwezi ujao. Hiyo barabara saa hizi ni leni mbili, mpango yetu ni kufanya hiyo barabara iwe leni sita ndio hii mahali ipanuke, tuwache msongamano, ili Nakuru ikuwe na Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa hapa Kiptangwanyi, hoye, tumekubaliana. Mimi nataka niwaulize watu wa Kiptangwanyi, tusikubali kuletewa siasa ya migawanyiko na ukabila na ubaguzi. Sisi wote ni watu wa taifa moja, na mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha jamii zote za Kenya, wakenya wote kutoka kaunti zote, kutoka madini zote kwa sababu Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni watu wa taifa moja, taifa la Kenya.